Kiongozi Mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ameionya Marekani ya kwamba itapokea pigo kali la kulipiza kisasi iwapo rais wa nchi hiyo, Donald Trump, atatekeleza tishio lake la kuwashambulia kwa mabomu isipokuwa Teherani ambapo ikikubali mkataba mpya wa nyuklia. Trump aliwapa Iran makataa miezi miwili katika barua ya mwezi Machi akisema mazungumzo ndiyo njia pekee ya kuepusha shambulio na tishio ambalo Iran inaliita dharau ya kushangaza kwa amani. Iran ilijibu kwa kukataa mazungumzo ya moja kwa moja lakini inasema iko tayari kwa mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja. Kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei, nikinukuu taarifa yake, amesema kwamba wanatishia kutushambulia, jambo ambalo hatufikirii linawezekana sana, lakini wakifanya uhuni wowote wa hakika, watapokea pigo kali la kulipiza kisasi. Ikiwa wanafikiria kusababisha uchochezi ndani ya nchi kama ilivyokuwa katika miaka ya nyuma watu wa Iran wenyewe watashughulikia swala hilo. Mwisho wa konokuu hii. Ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.